Vile wazee wamewalea a ini pamoja weki hao wazee pamoja na sisi kwa policy yenye tunapeleka hawa wazee pia tunataka kuangalia, vile kuwaangalia, tutaangalia gani, kwa njia gani kwa facilitate kwa ile kazi wanafanyia wananchi kwa dunia hii, na mkae pamoja. Mimi nataka viongozi wakae pamoja, hata kama mnatofautiana kwa kuomba kura tukae pamoja. Si namna hiyo yeah? Mheshimiwa Gavana, unajua sitaki nikikuja taarifa za yote na kupigia kelele. Wewe ni rafiki yangu tumeongea, wewe pia ni gavana; ni kama unajisahau wewe ni gavana. <laughs> kila wakati tina wakati viongozi wa national government na rais akikuja hapa. Wewe unakuja hapa unaongea tu national government haijafanya, national government haijafanya, national si wewe useme yako kidogo, uambie hao wamewafanyia amambishi <coughs> moja unafanya hapa na pale. Namba 2 wewe unasema hii Tana River imewachwa nyuma na unasema maendeleo yuko chini, kama uongozi ni kama hii yako ya kupigapiga kelele, a watu watakaa nyuma sana. So, Mheshimiwa Prime Minister ambaye ni Raila Odinga ambaye ni mpatili yao anakaa chini na Mheshimiwa Rais. Wanapanga maendeleo. Tuanze government, mimi naona kama na Wanga anakuja hapo, mimi naona kama na Kalifa anakaa na rais; mimi naona kama na Mombasa anakaa na rais, wanapanga, wanasema tuongeze barabara hapa, tufanye hospitali hapa, tufanye. Nikiona wewe kelele. Huyo hapa My friend, let me tell you something. The reason why some areas of Kenya are underdeveloped is because of leadership. And if what Tana River isogee mbele, wewe let me ask you, Kamana, wewe ukiongea vile uliongea hapa mbele ya prime cabinet secretary wetu, bila heshima yoyote yenye umempatia, akifika Nairobi anafikiria nini?

Sisi ni watu ya ng'ombe sana leo. Yeah. Wakati un unachunga ng'ombe na ngamia ndio ukamue hiyo ng'ombe unapiga piga. Tunapeleka yeah, yeah, yeah, kwa malishoni kidogo na papaza na papaza na papaza na kuna kamua hapa na ndani. Hii hii ndio yetu, mnipatie nipeleke sehemu na kidogo ndio wao. Kwa hayo na mengi sasa kusema kupita hapo nimeshika na wakati ninawaomba sana sawa, atajenga hapo moja huko huko Mandela. Se so, ni kazi iniziwezafanya pamoja, tukiendelea mbele. Nitarudi tufanye ile mchango ya wamama, tufanye maendeleo, kufungua sub county, kufanya mambo mengi vile inawezekana. Huyu prime cabinet secretary wetu, kama sio yeye, mimi ni kijana mdogo kama sio yeye, akuwe ni mtu mimi kabineta, na nyenyekea mbele yake nikiwa cabinet. Ananiambia wakati nilikuwa na Moi ilikuwa inafanywa hivi, tukakuta na Kibaki hivi na anatuelekeza sisi kama mawaziri, aswa tuliingia kabina mara ya kwanza. He is a gentleman of Kenyan politics. Nilikuwa naambia watu wa Vihiga huko nilipokuwa huko natandamega, mtu akikosana na msaja, pengine wewe uende upime akili yako wewe mwenyewe, kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mtu mtumishi, anasaidia rais, anatusaidia kwa kupanga maendeleo ya kusonga mbele, na i am very happy that ukiona dimina yake na huyu vijana yenu ni kama wanaendana pamoja. Huyu Yuda Komora akikaa na Musalia na mna vile anakaa, alafu rais akiwa pale akiongoza, huyu mtu wenu atasongasonga, bado atasonga, atasonga mbele. Kwa hivyo nawashukuru, ni sasa nafasi yangu kumkaribisha Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi awasalimie.